Siku ya jana tarehe 28 Jumatatu ya mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025 kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu ilikuwa inatajwa kwa ajili ya mwendelezo siku hiyo. Wafuasi wa Tundu Lissu wala wanachama wa Chadema hawakuweza kufika mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi hiyo kama ambavyo mwitikio wao ulikuwa siku ya tarehe 24 mwezi huu wa 4 na mwaka huu, licha ya wito mkubwa kutoka kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa John Wegesa Heche. Lakini siku hiyo ya jana, wakati kesi ya Tundu Lissu ikiwa imetajwa, tulipata kuona taarifa zikienea kwenye mitandao kwamba nyumba ya Tundu Lissu imezingirwa na maafisa wa polisi. Vile vile, makamu mwenyekiti pia amezingirwa na polisi mwanasheria na wakili wa kimataifa wa Tundu Antipasi Lisu wamejitokeza tena na kutoa kauli nyingine nzito kuhusu yanayoendelea kufuatia kesi ya Tundulisu. Kabla tujakwenda kumsikiliza mwanasheria huyo na wakili wa kimataifa wa Tundu Lisu, hebu tutazame sehemu ya yaliyotokea jana siku ya tarehe 28 mwezi huu na mwaka huu wa 2025 wakati kesi ya Lisu ikiwa imetajwa na nukuu sehemu ya yaliyotokea jana, licha ya kuwa mahabusi kusubiri kesi yake kutajwa tena siku ya jana tarehe 28 mwezi huu wa 4 na huwa, mwaka huu wa 2025 kwa mara nyingine, taarifa zilizochapishwa na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche na wakili wa mwenyekiti wa Chadema Taifa Mheshimiwa Tundu Lisu wakili Peter Kibatala walisema polisi ya Tanzania imezingira nyumba ya Lissu iliyopo Tegeta Dar es Salaam, ikidaiwa na wasaidizi wa Lissu kuwa askari hao wanataka kufanya ukaguzi. Heche katika taarifa yake aliandika kuwa tangu saa sita usiku polisi wamezingira nyumbani kwa Mheshimiwa Lissu, wamejaribu kutaka kuingia ndani lakini ndugu wamewaambia kama wanataka kufanya ukaguzi lazima lazima mwenye nyumba awepo. Wakati huo huo, Kibatala pia aliandika, nimepewa taarifa na wasaidizi wa Antipas Tundu Lisu Mugwai waliopo nyumbani kwake Tegeta, Dar es Salaam, kwamba polisi wenye silaha wamefika eneo hilo tangu alfajiri ya leo tarehe 28 Aprili mwaka huu wa 2025 na kugonga geti ili wafunguliwe bila mafanikio. Haijafahamika bado wana uhitaji gani wa kisheria na kimantiki, na kwa nini hawajafanya mawasiliano rasmi nasi, mawakili wa Lissu, tutatoa taarifa zaidi, alisema wakili Peter Kibatala. siku ya Jumapili h alizungumza na vyombo vya habari akihamasisha viongozi na wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, kujitokeza kwa wingi mahakamani siku ya Jumatatu, tarehe 28 mwezi huu wa nne na mwaka huu wa 2025 kufuatilia mwendelezo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Antipas Lissu. Aidha, Heche aliomba mahakama iendeshe kesi hiyo katika mazingira ya wazi badala ya njia ya mtandao ambayo alidai kuwa inawanyima wananchi haki ya kufuatilia mwenendo wa kesi. Heche aliongeza kuwa si sahihi kwa mahakama kuendesha kesi ya jinai kubwa kama uhaini kwa njia ya mtandao, akibainisha kuwa haki lazima itendeke na ionekane ikitendeka kwa umma. Katika hotuba yake, Heche alitaja kuwa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kifungu cha 186 kinataka kesi za jinai ziwe wazi kwa wananchi wote kushuhudia. Alikemea mpango wa mahakama kutumia njia za mtandao kuendesha kesi hiyo kwa kile alichokiita kisingizio cha kanuni zilizowekwa kipindi cha mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19. Heche alitoa changamoto moja kwa moja kwa jaji mkuu wa Tanzania akimtaka kuhakikisha kesi ya Tundulisu inaendeshwa kwa uwazi wa hadharani ili kuondoa mashaka kwa Watanzania na jamii ya kimataifa. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche vile vile Siku ya Aprili 28 mwaka huu wa 2025 alichapisha taarifa kwenye mtandao wake wa kijamii akieleza kuzingirwa kwa nyumba yake na askari polisi. Kupitia taarifa yake John H aliandika, nimezingirwa nyumbani kwangu tangu saa kumi alfajiri siku ya leo, askari wakiwa na magari manne wako kwenye milango ya kuingilia, aliandika Heche. Ikumbukwe kuwa siku ya jana tarehe 28 ya mwezi huu E, wa nne na mwaka huu wa 2025 ilikuwa ndio ile siku ya kutajwa kwa mara nyingine tena kwa kesi ya mwenyekiti wa chama hicho taifa mheshimiwa Tundu Lissu na e, Jumapili akiwa Ukonga, Dar es Salaam, John H alitoa wito kwa wanachama wa Chadema na Watanzania kujitokeza kwa wingi mahakama ya Kisutu kusikiliza kesi hiyo. Baada ya kupitia hayo sasa, tumsikilize kwa umakini mwanasheria huyu wa kimataifa wa Tundu Antipas Lissu anasema nini? Namnukuu hapa. Wakili na mwanasheria wa kimataifa wa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, anayefahamika kwa jina la Robert Amsterdam anasema, serikali ya Tanzania inaendelea kuongeza mbinyo wake wa unyanyasaji dhidi ya Tundu Lissu. Usiku wa kuamkia leo, takriban maafisa wa polisi 30 walizingira nyumba yake kuanzia saa sita usiku hadi asubuhi ya leo, wakitaka kuingia kufanya upekuzi bila uwepo wake. Lakini Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kudai kuwa jeshi la polisi lilivamia makazi ya viongozi wake wakuu Tundu Lissu na John Heche bila kufuata taratibu za kisheria. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema Brenda Rupia, tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia tarehe 28 mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025, ambapo askari waliripotiwa kuzingira makazi ya viongozi hao na kujaribu kufanya upekuzi bila hati ya upekuzi kutoka mahakamani. Chadema ilisema kuwa katika tukio hilo polisi walishindwa kuonesha hati halali ya upekuzi na hawakuwashirikisha viongozi wa serikali za mitaa kama sheria inavyotaka. Aidha, chama hicho kilihoji sababu ya operesheni hiyo kufanyika usiku wa manane badala ya mchana wa uwazi. Chama hicho pia kilitilia shaka uhalali wa polisi kupanga kufanya upekuzi katika makazi ya Tundu Lissu huku akiwa bado rumande na kuonesha wasiwasi kuhusu madai ya kumweka Heche chini ya kifungo cha nyumbani. Hata hivyo kulingana na taarifa iliyochapishwa na Jukwaa la Jamii Forums, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro alikanusha madai ya Chadema, akieleza kuwa hatua hiyo ilikuwa ni sehemu ya ulinzi wa kawaida. Sisi tumeweka ulinzi wa kawaida. Sasa hao wanaosema tunafanya upekuzi waulize askari wameonyesha searching order au searching warranty? Maana kabla hujauliza kibali cha mahakama kwa nini usiulize kibali cha polisi? Alisema Kamanda Muliro. Aliongeza kuwa ulinzi huo haukulenga chama chochote maalum bali unalenga kulinda usalama wa wananchi wote bila kujali itikadi zao za kisiasa. Pia, mwanasheria huyo wa kimataifa Tundu Antipas Lissu, Robert Amsterdam, ameendelea kwa kusema matukio ya kutisha yanaripotiwa kutoka Tanzania kama sehemu ya ukandamizaji wa serikali dhidi ya upinzani vikwazo dhidi ya wahusika vinaanza kuonekana kuwa ni jambo lisiloepukika. Ameyasema hayo baada ya picha mjongeo kuenea sana katika mitandao ya kijamii zikionyesha watu wameumia sana, huku wakilalamika, ikidaiwa kwamba watu hao ni baadhi ya wafuasi na wanachama wa Chadema, kwamba walikamatwa na polisi na kisha kupigwa sana na kutupa maporini, wakati wameenda kusikiliza kesi ya Tundu Lissu na kuzuiliwa na polisi, jambo ambalo pia lilimuibua kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Muliro Jumanne, na kusema siku ya Jumatatu Aprili 28 mwaka huu wa 2025, ameeleza kuwa jeshi la polisi liliwakamata viongozi wawili pekee wa Chadema ambao ni makamu mwenyekiti wa chama hicho John H na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika na hakuna miongoni mwao aliyejeruhiwa kuteswa ama kupigwa na maafisa wa jeshi hilo. Sisi tuliwakamata Heche na Mnyika, waulizeni kama wana majeraha. Hao wengine tuwakamate tuwapeleke wapi? Waulizeni walikamatwa wapi, hebu muwahoji hao. Kwa hiyo kila aliyepigwa na kujeruhiwa siku hiyo alikamatwa na polisi. Ukienda pale Moye, kila mwenye majeraha alijeruhiwa na polisi, alihoji Kamanda Muliro. Akizungumza na chombo cha habari cha Jamii Forums. Akizungumza sababu za kufukuzwa kwa wanachama wa Chadema eneo la mahakama ya Kisutu wakati wa kutajwa kwa kesi ya Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema Taifa, Kamanda Muliro alieleza kuwa kauli waliokuwa wakiitoa wanachama wa chama hicho nje ya viunga vya mahakama hiyo ndicho ambacho kilisababisha polisi kuamua kuwaondoa kwenye kwenye eneo hilo. Sisi tuliweka mazingira mazuri kwa mahakama kufanya kazi, kwani hao Chadema peke yao ndio wenye kesi pale Kisutu? Kuna mahakimu wangapi? Kama mahakimu wapo ishirini, kesi moja ya Lisu ndiyo isimamishe kesi nyingine kumi na tisa? Hao wanyonge wengine wasisikilizwe? Walikuwa wanasema wanataka mahakama imwachilie Lisu la sivyo, watachukua hatua. Kwa hiyo ulitaka tusubiri hiyo hatua ulitaka tusubiri ushahidi? Sisi kazi yetu ni kuzuia uhalifu usifanyike nchini, alisema kamanda Muliro. Katika hatua nyingine, Muliro pia alizungumzia tukio la polisi kuzuia mkutano wa hadhara uliotakiwa kufanywa na makamu mwenyekiti wa Chadema John H, April 22 mwaka huu, 2025, eneo la Kariakoo licha ya Chadema kudai kutoa ripoti wiki moja kabla. Muliro alieleza kuwa kutoa taarifa mapema haizuii Muliro alieleza kuwa kutoa taarifa mapema haizuii kuzuia mkutano ikiwa lipo jambo ama shida itakayotokea, akieleza kuwa hawavutani na CCM kwa kuwa chama hicho wakishauriwa jambo huwa wanakubali na hawapigi kelele, akieleza kuwa na ushahidi wa hilo. Alipoulizwa ikiwa polisi wataendelea kuzuia watu kuhudhuria kesi za Lissu ama kiongozi mwingine wa chama hicho, Muliro ameeleza kuwa wao kama jeshi la polisi huangalia mtu mwenye nia ya kufanya uovu ambapo wakimbaini watamkamata kama sehemu ya kutekeleza wajibu wao wa kuzuia uovu na sio kusubiri utokee Aprili 25 mwaka huu 2025 mbele ya wanahabari naibu katibu mkuu wa Chadema Bara Amani Golugwa alitaja wanachama wa chama hicho takriban 21 akieleza kuwa walikamatwa na polisi wakiwa njiani kuelekea kwenye mahakama ya Kisutu na wengine kukamatwa na kwenda kuteswa kabla ya kutupwa kwenye mapori ya ndani na nje ya Dar es Salaam akiwemo makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar, Saidi Mzee, naibu katibu mkuu Zanzibar Ali Juma, ambapo hao kando ya wengine walidai kupigwa na kuvunjwa viungo mbalimbali na maafisa wa jeshi la polisi. Mwanasheria huyo wa kimataifa wa Lissu Robert Amsterdam hajaishia hapo tu, bado anaendelea kwa kusema, mahakama nchini Tanzania zinaonyesha upendeleo wazi dhidi ya Tundu Antipas Lissu zikikataa pingamizi zetu zote za awali ikiwemo zile dhidi ya kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao katika shauri linalohitaji uwazi. Wakati huo huo, waandamanaji wamepigwa, kukamatwa na hata kuuawa. Ukandamizaji huu lazima ukome. Mwenzangu nchini Tanzania, alimuona kwa kifupi bwana Lissu akiwa mbele ya maafisa wa magereza anaendelea kuwa imara, lakini sehemu kubwa ya timu yake ya wanasheria bado inanyimwa fursa ya kumwona, ikiwa ni mojawapo ya ukiukwaji mwingi wa taratibu za kisheria. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako kwa ili kusudi nawe pia upate kujua na kufahamu kinachoendelea kwa sasa kufuatia sekeseke linalomkabiri mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA.